Mimi nafikiri kwa jina la uchaguzi jipya, na, na lakini si kana kwamba kuna mabadiliko makubwa sana, kwa sababu japokuwa mageuzi makubwa yanayofanyika katika mataifa mengi ya ya Afrika ya Magharibi inaweza kuchagiza pengine mabadiliko makubwa zaidi, lakini e, hata kama atakuja kiongozi mwingine na hata akirejea alibongo mwenyewe unaweza ukaona mambo ni tofauti e, kutokana na yale yanayotokea, kwa sababu watu wa Niger e, watu wa Mali, watu wa Burkina Faso wameonekana kufurahia sana mageuzi ya vijana hawa. Kwa hiyo mi nafikiri jambo hili linaweza likasababisha lika au likachagiza hali fulani ya mabadiliko katika uchaguzi. Uchaguzi hata kama uchaguzi unafanyika ni ule isha viongozi wale wa, lakini watalazimika kuja na mtizamo mpya na mwenendo mpya na mrengo mpya ili wasije wakasababisha mapinduzi mengine na kadhalika. Na, na je, uchaguzi huu wa urais nchini Gaboni unaashiria nini kwa mustakabali wa demokrasia katika taifa hili na baada ya mapinduzi ya kijeshi mwaka elfu mbili na ishirini na tatu? Uh, bila shaka utakuwa ni mwendelezo kama atakuwa ameshinda raia na kama hakushinda raia, lakini sikana kwamba labda kuna jambo jipya, lakini eh, nazidi na kusisitiza kwamba uchaguzi unamaanisha uchaguzi na unamaanisha mwenendo kwa uchaguzi na e, kalenda ya uchaguzi imefika kutokana na e, lifanyika uchaguzi unafanyika, lakini lakini lazima tuwe kweli hili kwamba inawezekana kwamba watu wakaja na mtazamo mpya katika uongozi au wakakaribisha pengine mapinduzi mapya wasipobadilika. Mabadiliko ya, ya, ya Gabon yalionekana kana kwamba labda ya yanalinda viongozi waliokuwepo, maana ni familia zile zile, zile za kina Bongo na, na kadhalika. Lakini katika hali ya kawaida ni kwamba kunaweza kwa, kufanyika mabadiliko makubwa sana ya, ya kimtazamo kwa sababu kuna viongozi wengine wanaosoma alama za nyakati. Inawezekana kabisa viongozi viongozi wanaokuja kwenye uchaguzi wa huo wakaja ni viongozi wenye mtazamo mpya au mabadiliko fulani hata kama si makubwa kulingana na, na, na hali halisi ya mambo ndani Gabon, ya Gaboni, lakini si Gaboni tu ndani ya, Afrika Magharibi na ukanda wa Sahel, inawezekana daliona jambo liweza kutokea, linaweza kuwa ndogo au kubwa, lakini akatokea mageuzi madogo makubwa, lakini atatokea e, kujaribu ku, kufuta mawazo ya baadhi ya wana mapinduzi au watu wanaopenda mabadiliko katika nchi e, kuondokana na fikira kwamba kunahitajika uongozi mpya wenye namna nyingine tofauti. E, ikiwa hao watakuja na mtazamo mpya ambao unalengwa una, una, na viongozi tunaweza tukaona mbalimbali mabadiliko makubwa sana ya kisera na kimtizamo hasa kuelekea e, mataifa ya, ya, ya Ufaransa na kadhalika na Ulaya kwa ujumla wake e, lakini katika hali ya kawaida ni kwamba mi naona ni uchaguzi kama uchaguzi mwingine, japokuwa humu ndani kuna vionjo vya mapinduzi. Kuna, kuna watu wanataka mabadiliko makubwa zaidi kuliko haya. Kuna watu walikuwa wanalaumu kwamba viongozi waliokuwepo hawakuleta chochote kipya kilichotarajiwa na kadhalika, lakini inawezekana sana kwamba e, kunaweza kutokea mambo mengine makubwa zaidi. E, katika njia hii hii na ikasababisha pengine e, kuiona Gaboni ikiwa ni Gaboni tofauti, na haswa haswa kuchukulia mtazamo wa mataifa ya Afrika Magharibi na Sahel e, katika kuhakikisha kwamba wanakuwa na mtazamo mpya, na sasa nchi za Afrika Magharibi na, na Sahel zikaonekana tena sio nchi ambazo zinategemewa e, zinategemewa na mataifa ya Ulaya katika kupitisha kila jambo lao. Kwa hiyo katika kutimua Wafaransa, Waingereza, Wajerumani na watu wengine tuweze tukaona tuweze tukaiona Gabon hii ukipata mtazamo ule, ule wa vijana walewale wa Niger e, kaa mali ili naliona kwa haraka na, tunamuona Jenerali Brice Oligui Nguema, yeye ndiye baada ya mapinduzi alipewa uh, nafasi ya uh, kuwa rais wa mpito na ndiye ambaye anawania sasa hivi na ndiye anayetajwa uh, kuwa katika nafasi kubwa ya kushinda, lakini pia aliwahi kutimuliwa na Ali Bongo. E, kipindi cha nyuma, lakini pia amekuwa katika makuzi ya familia ya, ya Bongo. Sasa unadhani ana nafasi gani ya kushinda uchaguzi huu na ni kwa namna gani historia yake ya kijeshi inaweza kuathiri uongozi wake iwapo atachaguliwa? Kwanza kuna tuhuma kubwa kwamba uongozi wa Ali Bongo au familia ya Bongo e, kutoka kwa mzee Umari kuja kwa mtoto wake Ali, inaonekana kama waliyapanga mapinduzi yale, waliyapanga kwa sababu ya, ya e, kuchelea wasije wakafanya wana mapinduzi wale ambao hawakuwa upande wa Bongo. Hiyo tuhuma inajulikana kimataifa, inajulikana huyu Ngwema uh, hawakioni Ngwema ni watu, eh, ni mpwa wa Bongo wa Ali, lakini hakuonekani kama kumefanyika mabadiliko makubwa bado eh, rushwa ni ile ile na hali za umaskini watu nazikuwa zile zile na hakuna mabadiliko yanayoweza kutokea eh, yani kurejea madarakani eh, kwa kwa kwa bwana Ngwema. Nikushukuru sana ndugu Hamdoni Maliseli kwa muda wako. Asante sana, shukrani.